Umemtaja Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na gazeti hapa zamani inaitwa Change, gazeti la Change alizianzisha eh, marehemu Juma Mwapachu. Ilikuwa la Kiingereza uh, kwa muda ulilokuwepo, ilikuwa linatoa makala nzuri sana, na mmoja wa maedita alikuwa Abdu Mtemvu. Abdu Mtemvu ni mdogo wake Zuberi Mtemvu ambaye alikuwa general secretary wa tano na katika wasisi wenyewe wa chama cha tano, wapigania uhuru. Sasa siku moja wakataka kuandika habari za Mwalimu. Mwalimu nani? Na nadhani yeye alikuwa msukumo wa Juma make. Juma Mwapachu ni mtoto wa Hamza Mwapachu ambaye alikuwa rafiki yake Mwalimu Nyerere. Basi wakamfuata Mzee Dosa Ruvu, Kalaka, Mlandizi. Basi anamuuliza anamuuliza Dossa, sasa ilitana maswali mengi. Mimi nitakwambia mawili haya kwa sababu tunamkumbuka Mwalimu Nyerere. Ndio, Dossa, hebu juu ya yote yalitokea baada ya uhuru. Na kama leo nyinyi mnarudi tena pale New Street ofisi ya TAA ile hamsini na tatu, mnataka kiongozi wa kuongeza mapambano dhidi ya Waingereza, leo mnarudi pale mkamchagua Nyerere. Sasa, hatukufanya kosa, hatukufanya kosa kabisa kumchagua Nyerere. Na nitakuunganisha eh, hii kauli ya Dosa. Mzee Dosa anamwambia Abdul Mtemvu. Sasa nakupa kauli nyingine ya Clast mtoto wa Abdusai, babake yake amemwambia nini kuhusu Nyerere? Kamwambia sisi, ile kazi ya Nyerere tumemchagua pambani na Uingereza aliifanya kama tulivyotegemea. Hakuna mahali popote pa kusema hapa, mbona kavuruga hapa vilevile mpaka vile, tumepandisha barua bendera yetu.